Swanga TV, sauti ya maisha. Amani ya Mungu iwe nawe wote pale ulipo. Mwaka 2025 ulikuwa ni mwaka mgumu sana, kiasi ambacho ulikuwa unakaa chini na kujiuliza, nimefanya makosa gani? Acha nikwambie ya kwamba makosa uliyofanya 20 2025 h kama utayajua na kuyatambua na ukasema sitoyarudia makosa haya basi naamini mwaka elfu mbili na ishirini na sita utakuwa ni mwaka wa mafanikio makubwa kwa uwezo wa wake Maulana. Jina langu ni Hamza Rusambo, karibu sana tuweze kujiunga katika kipindi hiki maridhawa, ili tuweze kuyajua au kuyafahamu makosa makuu sita ambayo uliyafanya ishirini ishirini na tano ambayo hutakiwi Kosa kwa la kwanza ambalo nilifanya mwaka 2025 na hutakiwi kabisa kulirudia mwaka 2026 ni kuishi bila malengo. Kuna baadhi ya watu wanaishi bila malengo katika maisha yetu ya kila siku, kiasi ambacho kutokuishi bila malengo unawafanya wao kutofanikiwa, na ikiwezekana au mwisho wa siku wanaangukia pua kabisa kwa kile wanachokifanya. Unamkutia kijana maskini ya Mungu wamfano, anakwenda kazi hili lakini hana lengo na ile kazi, na ukimwambia wewe unakwenda kufanya hii kazi gana, wana, baro, na malengo gani namwambia bwana bado na na bai bai time. Unamkuta kijana anasoma lakini hana lengo lakine, anajok, na kile anachokisomea, na mifano mingine mingi zaidi na zaidi. Ukiwa huna malengo kwa kile ambacho unakifanya ukaishi bila malengo katika mizunguko yako ya kila siku bado hauwezi kufanikiwa kama kosa hili ulilifanya 2025, ukaishi bila malengo kwa kile unachokifanya basi, mwaka 2026 weka malengo yako mapema kabisa. Tarehe moja mwezi wa kwanza 2026, yaandike malengo yako kwamba mimi mi, mpaka kufikia tarehe 30 mwezi wa 12 2026, natakiwa nimesha niwe nimeshatimiza lengo 1 2 3 4 5 ukifanya hivyo naamini unaweza ukapata mafanikio ambayo utayastaajabu kabisa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kosa la pili ni kuchezea muda. Mwaka 2025 uliuchezea sana muda wako. Badala ya kutumia muda wako katika mambo ya msingi, uliutumia muda wako katika kuyafanya mambo ambayo hayana maana, kwa mfano muda mwingi sana uliotumia katika kuangalia mambo ya kipuzi na ya kijinga katika mitandao ya kijamii. Ishirini ishirini na sita, pangilia muda wako vizuri katika kuyafanya mambo ya msingi. Jikaa chini na uangalie ni jambo gani ambalo natakiwa kuifanya kutumia muda wangu vilivyo katika mwaka huu. Kama ni mwanafunzi basi concentrate katika kusoma. Kama ni biashara, tumia muda mwingi sana katika kufanya biashara. Na hata kama ukisema unatumia mitandao ya kijamii basi mitandao hiyo itumie katika kuhakikisha kwamba unakuza biashara yako au unakuza ujuzi wako kwa kile unachokisomea. Ukifanya hivyo ishirini ishirini na sita, naamini Mungu atakusimamia na utapata mafanikio ambayo haukuyatarajia. Kosa la tatu ambalo ulilifanya ishirini ishirini na tano hautakii kulirudia ni kulalamika, lalamika bila kuchukua hatua. Inawezekana kwenye, kwenye mazingira yako ya kazi kuna baadhi ya mambo ambayo yanafanyika ambayo huenda badala ya kuchukua hatua unakaa unalalamika, unamlalamikia nani? Inawezekana kuna changamoto pia kwenye familia, maskini ya Mungu zinatokea na wewe huenda ndiyo kila kitu, wewe ni nguzo ya familia, unakaa unalalamika. Hutakiwi kukaa kulalamika, bali unatakiwa kuchukua hatua. Kazini kuna mtu anaona kabisa na nyanyaso anachokipata hakina maana, analalamika na anajua kabisa, malalamiko yangu mimi hayawezi kusikilizwa na mtu yeyote. Kuna wakati unatakiwa kukaa unalalamika, unatakiwa kuchukua hatua, ili mradi baadhi ya mambo yaweze kwenda sawa. Ishirini ishirini na sita, hakikisha unachukua hatua katika changamoto ambazo unakabili na, na si kukaa kulalamika, ima kulalamikia mifumo au kulalamikia watu ambao uko nao, kwani malalamiko hayo hayatukusaidi. Kosa la nne ni kuyafanya mambo kwa lengo la kuwafurahisha watu waliokuzunguka. 2025 liyafanya mambo si kwa lengo la mambo yale unayafanya uweze kupiga hatua moja kwenda hatua nyingine, bali ulikuwa unayafanya mambo kwa lengo la kuwafurahisha imamu zako au watu wako wa karibu. Kufanya jambo hilo huenda ukazidi kujiangamiza, huenda ukazidi kujididimiza. Na ndio maana 2025 ukijitathmini na, ku, na, na kujiangalia unakuta kabisa hakuna jambo la maana ulilolifanya, kwa sababu ulikuwa unafanya mambo ili watu waweze kufurahi. 2026 hutakiwi kufanya tena kosa hilo. Fanya mambo ambayo kwa namna moja au nyingine yatakufanya upige hatua ya kimaendeleo na kimaisha, kutoka, kutoka hatua moja hadi hatua nyingine. Lakini kosa lingine ni kuahirisha mambo muhimu na ya msingi ambayo uliyalenga na kuyapanga, lakini baadaye kushindwa kuyafanya. Mwaka 2025 ulijiwekea malengo mengi huenda uliweka malengo ya kusoma ima kuanza lengo moja kwenda lengo nyingine. Huenda uliweka malengo labda ya kwenda kuchukua ujuzi fulani, huenda uliweka malengo ya kuanza biashara fulani, lakini umeairisha kile ambacho ulikuwa umekilenga ume, ume ukifanya. Mwaka 2026 usirudie tena kusahili, kwa sababu kuairisha airisha mambo unapelekea pia kukata tamaa, na mwisho wa siku hauwezi ukatimiza malengo yako. Lakini uh, kosa la, la, la mwisho ambalo uh, ulilifanya ishirini ishirini na tano ishirini na sita usilifanye ni uh, kutokuwa na nidhamu katika fedha. Inawezekana unafanya kazi na unapata mshahara, lakini bado hauna nidhamu ya pesa. Ukishapata uh, pesa labda tarehe ishirini na tano tayari, tarehe 30 pesa ile imekwisha. uh, uta uh, kwa kwa nini? Sababu uh, ile pesa unaitumia katika mambo ambayo ni ya hovyo, sio mambo ya msingi la, pesa ina nidhamu yake. Lazima uangalie unapopata pesa lazima uangalie, je, asilimia kadhaa itaenda wapi? Asilimia kadhaa itaenda wapi? Asilimia kadhaa itaenda wapi? Kwa mfano, unaweza ukapata mshahara wako, unasema asilimia kumi itaenda kwenye uwekezaji, asilimia ishirini matumizi yangu binafsi, lakini atakobaki labda itakuwa ni kwa ajili ya mambo mengine ya hapa na pale. Ukifanya hivyo, utaweza kufanikiwa ishirini ishirini na sita. Ni matumaini yangu utakuwa umeelimika vilivyo kabisa na kuyajua makosa uh, muhimu ambayo umeyafanya ishirini ishirini na tano. Naamini na na na uh, ya kwamba bado hujaanguka na bado hujachelewa kuyarekebisha makosa hayo. Kaa chini, jitathmini makosa haya uliyoyafanya, na baadaye muombe Mwenyezi Mungu na uweke nia ya dhati kabisa kwamba makosa haya sitoyafanya, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu naamini kwamba 2026 utakuwa ni mwaka wa baraka kwako na mwaka wa mafanikio. Jina langu ni Shaban Lusambo, nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vingine vinavyoendelea kwa Swanga TV. Asante na kwaheri. Swanga TV, sauti ya maisha.